Naam, asante na karibu tena katika makala za siasa ndani ya Jitu Media. Naam, baada ya kile wanachokiita Israeli kujilinda na kufanikiwa kuishambulia Iran katika baadhi ya vituo vinavyorutubisha nyuklia pamoja na sehemu za mikakati ya kijeshi ya Iran na makazi ya watu, ilifanikiwa kuwaua maafisa takriban sita pamoja na raia wasiopungua sabini, huku wakiwemo wanasayansi ambao wanahusika katika urutubishaji wa nyuklia, yaani ndani ya vinu hivyo vya nyuklia, na kisha kuzingira anga lote la Iran. Ilikuwa ni masaa ya mchana, ambapo matukio hayo yote yalifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini baada ya kufika usiku, kupitia uongozi wake Ali Khamenei Uh, ndani ya kiongozi wa Iran ndani ya Iran aliahidi kulipiza na kuisababishia uchungu mkali sana Israel. Hivyo usiku Iran ndipo ilipoanza mashambulizi yake, huku ikifanikiwa kuidungua ndege ya F35 ambayo anaitumia Israel. E, pia akifanikiwa vikali sana kuidhibiti anga lake na kufanya ulinzi mkali sana. Vivyo hivyo, alifanikiwa kurusha makombora ya ballistic ndani ya Israel, akishambulia vikali sana. Lakini awali ya yote, Israel ime, imetoa taarifa kupitia vyombo vyake kuwa mpaka sasa uh, wa majalui ni, ni, ni, ni, ni tisini na vifo vimetokea viwili tu na hii watu wengi wanajiuliza kwa nini vifo vichache? Israel, Israeli walikuwa wana tahadhari kubwa sana juu ya ili shambulio la Iran kwa sababu ni kitu pekee walichokuwa wanategemea, hivyo wakatengeneza bomb shelters. Zile bomb shelter ni kwa ajili ya kujikinga na mabomu, hivyo ni ngumu sana zile ballistic ambazo zilitumwa Iran kufikia hizo bomb shelter. So, Mabomu ya Iran yameharibu makazi, miundombinu na mikakati ya kijeshi ya Israel ya kuilinda Tel Aviv, Jerusalem na miji kadhaa ndani ya Israel. Hiyo uh, ikiwa ni mpango wa, wa, wa Alhamen ambayo aliita, aliita mkakati wa kijeshi huo kuwa ni Promise Lee huku Israeli nayo haijabaki nyuma kuwa ikiahidi kulipiza vikali sana hilo tukio ambapo mpango wake sasa unaitwa uh, uh, Rising Lion ikiwa e, e, inaashiria kuwa e, simba kama ameamka au vitu fulani hivi ambayo e, itasababisha mashambulizi ya muda mle mrefu. Wanasiasa mbalimbali wametoa maoni yao kuhusu vita hii, huku tukimwangalia balozi, balozi wa Israel kule nchini Marekani akisema kuwa kuizuia ilani siyo swala la masaa manne, matano au sita. Kwa sababu itambua Israeli inapambana na nchi, siyo kikosi cha ugaidi. Hii ni vita ya kati ya nchi na nchi, na siyo kikosi cha ugaidi na nchi, hivyo Israeli inatakiwa ijipange sana. Huku pia Putin amejaribu kuongea na rais wa Israeli Netanyahu jana, hakiwepo Ugiriki kipindi cha mashambulizi, kuhusu mazungumzo kati yake na, na, na Putin ambayo ya yanahusiana na mashambulizi ya Iran. Aa, na Trump yeye anaendelea kusisitiza zaidi kwa sababu yeye ndiyo yupo katika hali mbaya kuliko watu wote, kwa sababu ndani ya nchi yake kunaendelea maandamano ya kumpinga, huku vita ya Israel ambayo yeye ana support kwa asilimia 80, na kwingine ana support vita ya Ukraine na Russia ambayo ni asilimia zaidi ya 60, huku hizo nyingine akiwaachia Ulaya sa, kwake Trump ni, ni jambo gumu sana, na kwamba hata kulitolea maelezo inakuwa kazi kweli kweli. So tunasubiria siku ya leo itakavyoendelea, huku Israel akiendelea kufanya mashambulizi katika sehemu baadhi, ili kutengeneza amani yake ambapo yeye anadai kuwa ni kujilinda na huku Iran mara zote inaahidi vikali sana kuwa shambulizi lolote la Israel litalipwa vikali mno, tofauti na alivyozani, tena kwa uchungu mkubwa sana. Iran kimya chake ni jibu kali sana, na kimya chake ni cha kukiogopa, na hili tumeshuhudia jana, ambapo alikaa kimya mchana mzima huku watu wakisema kuwa anga la Irani sasa limefungwa na ndege za Israeli, lakini ulipofika usiku alishangaza sana watu baada ya kuonekana kuwa ni kama vile alijipanga. Uh, lakini Israeli pia ina amani kutokana na kikosi chake hichi cha Mosadi kinachohusika na na upelelezi intelijensia pale nchini Israeli ambacho kinaonekana kuteka over Uh, nchi ya Irani ambapo kimechukua miaka mingi sana miaka mingi sana kufanya intelligence ndani ya Irani, kwa ina siri nyingi sana, ambacho Israeli ndio ni kama tegemeo lake ndani ya Irani, ambapo kimehusisha kuharibu mifumo ya anga ndani ya nchi. Pia wanavyosemekana kuwa hicho kikosi kimefanikiwa kupitisha drone nyingi sana ndani ya, ya Irani ambazo zitaweza kuwasaidia, ambapo wakizidiwa japokuwa haina uhakika taarifa hiyo, lakini tunaendelea kusubiria kila kinachojiri na nitazidi kukujuza kwa karibu zaidi hivyo usikae mbali. Aa, karibu tena na hii ni Jitu Media.